Naam, leo tunakwenda kujifunza kwa habari ya maadui waliookoka. Siku zote aliyookoka na maadui wengi sana, ambao kama hata washughulikia hawezi kutoka kituo kimoja kwenda kituo kingine. Lakini maadui yao wote, ambao aliyookoka na kutana nao, maadui wao wamewekwa katika makundi mawili peke yake. kwa ukishughulika na hiyo makundi mawili manake, utaishi maisha ya ushindi. Ukishughulika nao maadui makundi hayo mawili, manake utaishi maisha ya kufanikiwa kushughulika na hayo makundi mawili maanake kwamba utahama kituo kimoja kwenda kituo eh, kingine. Ni kama tu ilivyo ndani ya taifa letu, kwa taifa la Tanzania, maadui wako wengi sana ambao tunapigana nao kila siku. Kwa mfano tunapigana, tunapingana na rushwa tunapingana na ujangili tunapingana na ujambazi tunapingana na wizi tunapingana na, u, na ajari na ugaidi wa kila aina, tunapigana nao kila siku, lakini taifa hili limetangaza maadui watatu tu ambao wakishughulikiwa hao maadui watatu, maanake kwamba apata kuwa na rushwa. Wakishughulikiwa hao maadui watatu, maanake kwamba apata kuwa na wizi. Wakishughulikiwa hao maadui watatu, maanake kwamba apata kuwa na ujambazi. Wakishughulikiwa hao maadui watatu, maanake kwamba apata kuwa na magonjwa. Wakishughulikiwa hao maadui watatu, maanake kwamba taifa litaishi pasipo mauaji, pasipo ugaidi, pasipo chochote ambacho eh, sio kizuri. Taifa limetangaza maadui watatu ambao ni umaskini. Kwa hiyo ina maana umaskini ukiondolewa ina maana hakuna rushwa. Kitu gani kinasababisha mtu achukue rushwa? Ni kwa sababu ya mawe ya umaskini. Kitu gani kinasababisha huyo mtu e, awe awe awe awe, awe fisadi? Ni kwa sababu ya umaskini. Lakini umaskini ukiondolewa tu rushwa haitakuepo. Umaskini ukiondolewa tu manake wizi hautakuepo. Umaskini ukiondolewa tu manake ujambazi hautakuepo. Mm, hiyo -hmm. Ni adui wa kwanza. Adui wa pili ni maradhi. Maanake maradhi adui wa pili, ukimshinda wewe adui maradhi, maanake magonjwa hatakuwepo, malaria haitakuwepo, shida zitakuwepo za magonjwa na vitu vingine kama hivi. Lakini adui mwingine wa tatu wa taifa ni ujinga. Ina maana ujinga ukiondolewa, ina maana tayari huyu mtu ataishi akiwa na ufahamu, atapenda kujifunza, kwa sababu ujinga ndani yake haupo. Kwa hiyo sasa au maadui sasa wakishughulikiwa, maana yake hakuna adui yoyote yole. Ni kama tulivyo ndani ya mtu aliyeokoka, anashindana na maadui wengi ndani ya umbali, anashindana na wachawi, anashindana na waganga, anashindana na washirikina, anashirika, anashindana na majini, anashindana na mizimu, anashindana na mapepo, anashindana na, na, na, na, na, na wenye ila, wenye chuki, wenye fitina, maadui wengi sana ambao eh, wame, wame wanashindana na yule ambaye ameokoka lakini kuna maadui wakuu wawili tu. Wakiondolewa hao maadui wakuu wawili manake, uchawi hata hawatakusumbua waganga, hawatakusumbua mizimu, hawatakusumbua mapepo, hawatakusumbua washirikina, hata hawatakusumbua wakuu wa anga, hawatakusumbua wakuu wa giza, hata hawatakusumbua ukiondoa hao maadui wawili peke yake. Lakini usipowashughulikia maadui wawili, maanake maadui wengine wote watakushambulia.